Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV. Uislamu hauamrishi kitu isipokuwa kitu hicho kitakuwa na kheri na baraka na faida ndani yake, lakini pia Uislamu haukatazi kitu isipokuwa kitu hiko kitakuwa na shari na majanga ndani yake. Sasa, kwa nini Uislamu umeamrisha mtu yoyote akichafuka baada ya tendo la ndoa aende akaoge janaba? Lakini ni hasara gani atazipata huyu mtu ambaye hatoenda kuoga janaba? Na faida gani atazipata huyu mtu ambaye atatoka kwenye tendo la ndoa au ametoka kuota akaenda kuoga janaba? Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote za faida kama hizi zinazokuja kupitia hapa KHAIRO tv. Mtu ambaye ameota au ametoka kujamiana, huyu atakuwa amezalisha bakteria wengi katika ngozi yake na mwili wake. Kwa hiyo kitendo chake yeye cha kusimama na kwenda kuoga, hii itamsaidia kulinda mwili wake, kulinda ngozi yake kutokana na bakteria katika mwili wake. Pia kwenda kuoga janaba kutamsaidia kulinda ngozi yake kutokana na magonjwa ya ngozi na harufu mbaya. Lakini pia Mtu akitoka kujamiana huwa anatoka ute ute mwingi, huu utasababisha magonjwa na bakteria. Hivyo kusimama kwake kwenda kuoga janaba kutaweka mwili wake sehemu salama. Pia kusimama kwake mtu huyu kwenda kuoga maji baridi au maji ya vuguvugu kunasaidia kuboresha mzunguko wa damu, kunasaidia kuboresha mzunguko wa damu ambao utakuja kusaidiana na afya ya moyo kuweka sawa, lakini pia hata kupunguza msongo wa mawazo katika afya yake ya akili. Lakini pia kuoga janaba husaidia kuboresha kinga za mwili, pia husaidia kupunguza hatari ya magonjwa nyemelezi katika mwili wa mwanadamu. Lakini pia faida ambayo inapatikana kwa mwenye kwenda kuoga janaba husaidia kuboresha afya ya uzazi, yaani kwenda kuoga janaba kutasaidia wewe kuosha sehemu zako za siri, iwe mwanamke au mwanaume. Kwa hiyo hii itasaidia kwa wanandoa ulinda afya ya uzazi na kuwa bora zaidi. Lakini ni hasara zipi ambazo zinapatikana kwa mtu ambaye haogi janaba? Hasara ambazo zinapatikana kwa mtu ambaye haogi janaba, kwanza humfanya mzembe katika kuiendea swala na huwa mchafu muda wote, kwa sababu swala hairuhusiwi mtu kusimama mbele ya swala isipokuwa umetaharika, na vile ambavyo vyote vinakutaka utaharike. Lakini mtu huyu ambaye hapendi kuoga janaba huwa anaingiwa na uvivu wa kuziendea ibada zake, lakini pia kunaweza kusababisha magonjwa ya ngozi, vipele na bakteria wengine ambao watazalikana baada ya kuzembea kutooga janaba kwa sababu mwili unakuwa umefanya kazi mzito na umetoka jasho jingi na baadhi ya uteute -ute umetoka mwilini, kwa hiyo inatakiwa ukajisafishe. Na hii itapelekea pia kuwa na harufu mbaya mwilini. Lakini pia unavyoenda kuoga janaba unajiosha sehemu zako za siri. Hii inasaidia wewe kuepukana na magonjwa mfano wa UTI na kadhalika. Kwa hiyo unavyozembea kwenda kuoga janaba, jiandae kuwa mfuasi wa magonjwa haya. Pia fangasi itakuwa ni rafiki yako kutokana na uzembe wako wa kuzembea kuoga janaba. Lakini pia kwa upande wa kiroho na kiimani, hii itakuletea madhara wewe kutokana na maelezo yale ambayo wameyatoa wanachuoni. Wanachuoni wanasema kwamba mtu ambaye anakuwa mchafu ni rafiki na majini na mashetani wabaya, kwani mashetani na majini na viumbe vingine ambavyo vya kifedhuli vinapenda sehemu chafu. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa ameacha kuoga janaba kwa maksudi, huyu mtu atakuwa na urafiki na viumbe hivyo ambavyo vitakuja kumsumbua katika maisha yake ya siku zote. Hivyo basi, mpendwa ndugu yangu Muislamu, Usizembee kuoga janaba, kwani kwako itakuwa na faida ya kuimarisha afya yako kimwili, kiroho, kiakili. Ewe mpenzi mtazamaji, kama umepata faida kutokana na video hii fupi, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu mbalimbali mbali, ili waweze kupata faida zote ambazo zinatoka kuitia hapa Keru TV. Mpaka kufia hapa, sina la zaidi niseme, nawashukuru sana wailahuna ara yakfi waaqul lakum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud.